Ufahamu wimbo ulioua zaidi ya watu mia moja baada ya kusikilizwa. Karibu kwenye Back to History ya Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hasa Boy Abadi, Hasa Tanzania. Ufahamu wimbo uliosababisha zaidi ya watu mia moja kujiua. Wimbo unaitwa Gloomy Sunday au jumapili ya huzuni, ni wimbo uliotungwa na Lesio Seris, msanii kutoka Hungary Mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tatu, Lesio alitunga yeye mwenyewe wimbo huo na kupiga ala za huzuni, ambazo inasadikika alipiga ala hizo za huzuni sana baada ya kuachwa na mke wake. Inaelezwa kuwa kitendo cha kuachwa na mke wake ambaye alikuwa anampenda sana kilimfanya apate msongo wa mawazo, mawazo mengi sana na katika kipindi hicho hicho cha majonzi ya kuachwa na mke wake, ndipo alipopata mashairi ya kutunga wimbo huo. Kwa sababu aliwimba akiwa na hisia kali sana, na wimbo nao ukawa na hisia kali, kwa sababu ya kuvunjwa moyo na mpenzi wake aliyemfananisha kama malaika. Alifananisha kitendo cha kuachwa na mke wake ni sawa na kufiwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anampenda sana. Awali wimbo huo ulionekana kama ni wimbo wa kawaida wa huzuni, lakini matukio ya watu kukatisha maisha yao baada ya kusikiliza wimbo huo yalizidi kuripotiwa. Wengine waliacha ujumbe kabisa kwamba tumejua baada ya kusikiliza wimbo huu. Miaka miwili baadaye, serikali ya Angali ilipiga marufuku wimbo huo, lakini tayari wimbo huo ulikuwa umeshasambaa sana, lakini watu waliendelea kuusikiliza kuusikiliza hasa hasa pale mtu anapopata na shida ya kuachwa na mpenzi wake. Sifa za wimbo huu zilianza kusambaa duniani kote, na mwaka 1936 wanamuziki wa Marekani na wa Uingereza waliufanyia tafsiri wimbo huo kwa lugha ya Kiingereza kutoka kwenye lugha ya awali, lugha ya Kiangari lakini bado matokeo ya watu kujiua yaliendelea baada ya kusikiliza wimbo huo. Mwanzoni mwa mwaka 1940, toleo la wimbo huo lilipigwa marufuku nchini Uingereza baada ya idadi ya watu kujiua kuongezeka, lakini Marekani na sehemu zingine nyingi duniani, wimbo huo uliendelea kupigwa kama kawaida. Miaka michache baadaye, baada ya wimbo huo kumpa mafanikio makubwa sana, Selis aliamua kumtafuta mpenzi wake ambaye alimfanya imbe wimbo huo, kwa maana kama shida ilikuwa ni pesa, basi tayari ameshazipata pesa hizo. Hata hivyo, cha kustajabisha ni kwamba Selis alipofika kwenye nyumba ambayo alikuwa akiishi mwanamke huyo alikuta watu wengi sana, wengi wamezunguka kwenye nyumba hiyo, na baadaye ikabainika kwamba mtu huyo amekunywa sumu na kujiua. Kwenye chumba ambacho alikuwa amejiulia mwanamke huyo, ilibainika kwamba alikuwa akisikiliza wimbo huo na pia aliacha ujumbe wenye maneno mawili. Maneno hayo yalikuwa yameandikwa Gloomy Sunday. Inaelezwa kuwa Selis alibaki na hatia kubwa sana moyoni mwake akiamini kwamba yeye ndio chanzo cha kifo cha mwanamke huyo. Ilipofika mwaka 1968 naye Selis aliamua kujiua baada ya kujitupa juu ya gorofa. Selis aliacha ujumbe kwamba ameamua kukatisha maisha yake kutokana na kuwa wimbo walootunga umekuwa chanzo cha vifo vya watu wengi sana, na hivyo anahisi hatia kubwa sana ndani ya moyo wake, na akawaomba radhi wote waliofiwa na watu kutokana na kusikiliza wimbo huo wa Gloomy Sunday. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe chaneli yetu ya Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hasa Boy Amadi hasa Tanzania. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe, kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea. Sisi ni wa Afrika, Tanzania ni yetu. Keep watching.